Maneno machache ambayo nakwenda kuzungumza hapa, yes, yanakwenda kwa Irene, daktari ambaye anakwenda kwenye ndoa, lakini ninatamani pia yaende moyoni mwako kwa sababu na wewe pia unahusika kwa namna moja au nyingine. Irene, naomba nikupe uhakika wote unaotuona hapa tuna celebrate, tumependeza sana. Tuko wa makundi mawili au matatu. Kundi la kwanza tuko hapa, akina mama ambao tunamwangalia Irene, tunamtamania, tunashauku anapoenda, kwa sababu tunapapenda, tunapatamani, amkini tupo huko na tunafurahi. Kwa hiyo unaona kabisa kuna sehemu anakwenda kufurahi, na ndani yako kuna namna ambavyo unaona kwa sababu umeishi huko. Lakini kundi la pili wako hapa Irene, ambao mioyoni mwao ni kama vile kuna sauti inawaambia huyu dogo angejua anakwenda wako ambao hapa ndani ya mioyo yao wamekuja kufurahi, lakini wala wahusiani na wewe yani wanajua kabisa huyu dogo angejua anakwenda. Kwa nini? Kwa sababu hilo kundi wameumia, wameumizwa, wamekatishwa tamaa, hawaamini tena katika furaha ya ndoa. Lolote linalohusu ndoa liwe Instagram, Facebook, wakiona watu wanapendana, wanazuga tu, hawa hawaamini tena. Katika maumivu, naomba nikwambie Gari yako ikipata ajali haimaanishi magari wengine pia yamepata ajali. Kuna mtu ananielewa? Na ndugu yako akifariki haimaanishi ya wote tumefiwa. Yamkini ndoa yako na mahusiano yako yamekwama, awa yamepata shida moja, kwa sababu ya huyo uliyokuwa naye, kwa sababu yamkini ulimchagua vibaya, kimakosa, ukajuta, umeingia vipi hapo. Lakini yamkini ni kwa makosa yako, yamkini wewe umechangia na bahati mbaya umechangia, au hutaki kukubali kwamba umechangia, na ndio maana shida inazidi kuwa kubwa zaidi. Lakini kundi la tatu, Dr. Irene, tulioko hapa ni wale ambao wala hatujielewi. tunakupenda nakuenda wala au hatupendi, yaani hatujielewi, yaani kitu ambacho tuna uhakika ni kwamba meza zetu zina vinywaji, ndio tunauhakika <laughs> ndio uhakika pekee tulionao lakini kwamba unaenda kuenjoy au uende kuenjoy that is none of our business. Yaani hawaelewi, yaani wamekuja hapa kucheza nyimbo za Kilugha, wale waende nyumbani, yaani hawajielewi. Natamani ningesema makundi yao nyoshe mkono, lakini najua moyoni mikono imeshanyoshwa. Jioni ya leo Dr Irene pamoja na mama na timu yote iliyoko hapa, unisaidie nimwambie maneno machache Irene, ambayo nimesema kama ni maneno ambayo tunamtuma, tunamwomba, tunamwagiza Irene. Tunaomba tukutume, tukuagize uende kwenye ndoa, ukawe mambo matatu au manne mafupi. Jambo la kwanza, Dr. Irene, tunakutuma uende kwenye ndoa ukawe mke. Sio kila mwanamke aliyeingia kwenye ndoa kwa harusi au kwa kupewa mimba akaolewa, au kwa kujikuta amekaa huko ikawa ndoa, sio kila mwanamke aliyeingia kwenye ndoa akaishi na mwanaume ni mke sio na yamkini, uko kwenye ndoa na una mwanaume lakini naomba nikwambie, yamkini wewe sio mke, kwa sababu mke sio jina la ubatizo, mke ni nafasi. Kuna mtu ananielewa? Mke sio jina la ubatizo, mke ni nafasi, mke is a position, kama ambavyo mama sio jina, ni nafasi. Irene, nenda kawe mke kuna wamama wako hapa, unawaona kabisa, wamependeza, wako kwenye familia zao, wana watoto na nawaona sura zenu, mna watoto lakini you are not a wives, sio wake. Hakuna kitu kinachokupa quality ya kuwa mke kama sio uwezo wa kumhudumia mume wako, uwezo wa kusimama kwenye position. Sasa kisheria mtu anakwalifai kuwa mke kwa mambo mengi. Umekaa consecutively siku tisini na mwanaume huyo, ni mke Umekubaliana ume na mila, wakapeana vitu vinavyoitwa mahari, hata kama mjaenda kanisani we ni mke. Umeingia kanisani, baba akakupeleka kwa mwanaume, kisheria we ni mke. Kuna njia nyingi, lakini mwisho wa siku kukaa huko kwenye hiyo ndoa ukawa mke inahitaji vitu unavyoweza kufanya. Wengi mmesikia nimezungumza mara nyingi sana, hata uwe bize kuliko lusifa shetani, unakaa nyumba moja na mme wako Sielewi, inaweza kuwa vipi? Wiki nzima, wiki mbili zinapita, hujapikia mme wako hata basi cha kuzuga tu. Ushafeli nafasi yako. Kuna kina mama sasa hivi kila kitu anafanya dada, dada unajua baba yako anapenda ngogwe mwekee, dada tunajua hivi. Alafu akimlala mnaanza ku, kulalamika, unaanza kulalamika. Unalalamika nini wakati umempelekea mpira? We mwenyewe namba tisa, akifunga goli unamlaumu mama umefe okay. Dokta Irini, Mungu ametupa neema ya kuwa na wasaidizi nyumbani, lakini naomba nikwambie, ukaweke mipaka ya nini mama anafanya, nini mtoto wa kazi anafanya <coughs> wamama walioko hapa, dada wa kazi ndio anawatandikia vitanda, dada wa kazi anafua boksa za baba, we una pepo au we sio mzima? Lakini wengine mko hivyo kwa sababu mmetoka kwenye familia za hivyo, hakuna aliyewafundisha kwa sababu mmekuwa na familia ambayo baba alisha feli, na mama alisha feli. Hatukulaumu kwa sababu haujajifunza nafasi ya mke kwenye familia. Nenda kawe mke, simama kwenye nafasi yako kama mke, tunza mme wako, mwombee mme wako, mtakie mema mme wako. Anaweza akawa na madhaifu lakini sio kila si siku namwambia madhaifu yake, ziko mara nyingine, angalia mazuri yake pia mwambie. Hakuna mtu ambaye ana madhaifu asilimia mia moja hapana. Yamkini alikuwa ya ana mazuri wakati hana hela, sasa hivi amebadilika. Kumbuka hata mazuri yake, hata wewe vile vile ulikuwa una mazuri, lakini hela ilivyoingia, kuna vitu umebadilika na wengine hapa ni mashahidi. Uchumi ulivyozidi kuongezeka, lawama ya mume imezidi kuwa kubwa, na ndio maana wengi sana mnachukuliwa waume zenu. Uongo? Hivi unajua anaochukua waume hawafanyi vitu vipya, wanafanya vile vitu ambavyo umeshii, hawafanyi vitu vipi? Ulivyokuwa mgeni mgeni kwenye ndoa unaingia kulala una, una, una night dress. Sasa hivi na watoto wawili biashara imeongezeka, umbo limeongezeka, hutaki tena night dress. Na sisi wanaume kisaikolojia tunakula kwa kuona. Uko busy na biashara, umesahau mwili wako uko vipi, umesahau mavazi yako uko vipi. Kitanda unaingia kama unaenda kwenye uchaguzi wa chama. Alafu tunakutana na watu wengine huko, wamenyooka, wana G-string. Tutabaki kufanya uko nini kwako, tunakuacha unatunza watoto. Unahama kutoka kuwa mke unakuwa mzazi. Mwe mzazi mwenzangu, wengi hapa mashahidi, zamani mlikuwa mnaitwa mna hitu, mna jina fulani, kisha habari yake? Kwa nini mmeshindwa kusimama kwenye nafasi ya mke? Halo Daktari Irene, nenda kawe mke, ombea mume wako Mke anamwombea maandiko. Anasema hivi, Mungu ameumba jambo jipya, mwanamke atamlinda mwanaume. Hakuna sehemu ambako mwanaume ameambiwa tamlinda. Mtu mmoja alikuwa anamsaidia vitu fulani, jana akaniambia nimpe. Tofauti nikamwambia saikolojia inaniambia mwanaume analinda familia, mwanamke analinda mume. Umeona tofauti hiyo? Mwanaume anafanya nini? Ndio maana ukiwa na mume ukajikuta kwa muda mrefu wewe ndio unalipa ada, kuna kitu kimekwama sehemu, kwa sababu ulinzi wa familia sio wako. Ulinzi wa familia ni wa nani? Kumkwamua nyakati fulani huko kunaeleweka, lakini sio kumkwamua kila wakati, haiwezekani. Kichwa kivute tela, kuna mtu ananielewa. Mwanamme analinda familia, mwanamke analinda mume. Sasa mko hapa, utalinda mume saa ngapi? Uko busy na biashara kila utukikuona kwenye ndege umeenda kuchukua mzigo unapeleka mzigo lini, utaenda huko kwenye ndege ukwenda holiday na familia yako ambako haupeleki mzigo wala aende kuchukua mzigo huko, wewe na wenzako, <coughs> wanawake, mko hapa mna hela, kwa nini msitoke na familia zenu? Kwa nini msipate muda? Yamkini mume wako hana mambo ya kutoka kwao, hajalelewa hivyo. We mgundushe basi, mwambie mume wangu tutoke. Ukimpeleka mara mbili tatu, ataanza kuona kumbe kwanza anatoka eh, ataelewa Hivo unafahamu, kuna watu mnafanya biashara, mko kama misukule, hamna tofauti na misukule kwa sababu unafanya biashara sana, afu uenjoy hiyo hela wewe mwenyewe na familia yako, unaenjoy tu mwenyewe. Haiwezekani. Kuna mtu ananielewa? Lazima fedha yako iwe enjoyed na nani? Na familia yako. Kaa kama mke, we uko bize tu mizigo, umeenda unaongelea mizigo. Magrupu ulionao ni mizigo tu. Lini utakaa kwenye magrupu? Nenda mme wako kwenye semina ya ndoa unaenda kwenye sehemu na mume wako unapiga niko naye tunapata, una uwezo wa kwenda sehemu yoyote. Misukule ni mtu aliyekufa akafufuliwa, anafanya kazi katika ulimwengu mwingine, anafanya kazi tu, hana malipo, anakula unga. Sasa wewe, tofauti ni kwamba yule anafanya usiku, unafanya mchana, uko bize alafu huna raha yoyote na hela yako ya kufaa nini? Sasa hivi watu wa Mungu, unafahamu raha ya raha ya hela ya familia yako ifanye nini? kuna mtu anielewa? raha ya hela ya familia yako ifanye nini una hela familia yako haifanikiwi, familia yako haienjoy, wewe mwenyewe huna nafasi ya kujipenda. Yaani wewe mwenyewe huna nafasi ya kujipenda, yaani una hela lakini huna nafasi ya kujipenda. Tukikuangalia, tukikuthaminisha hivi, huna nafasi ya kujipenda. Kila kitu chip, mafuta chip, perfume chip, amna nguo chip, vile chip. Sasa unatafuta hela za nini? sio unaongelala nyumbani, tumewako atafuta watoto wako, tukikuona wanavaa vitu vya chipu wako chipu, wanasoma shule za chipu, yani gari yenyewe unaendesha ichipu, chipu ubadilishi, si mwenyewe kava ubadilishi, upo tu <coughs> auna tofauti na nani? Amsukule fedha yoyote isipobadilisha maisha yako na ya familia yako, hiyo fedha ina shida. Hivi kuna mtu ananielewa? Lazima ibadilishe maisha ya mazingira yako wewe mwenyewe na wale watu wa wapi nawaambiaga wa wanaume mafanikio yote ya mwanaume alafu hela yake ikaliwa na mtu mwingine kuliko watu nyumbani mwake ni laana kwake, na ndio maana wanaume wengi tunakufa kuliko kawaida kwa, kwa sababu wengi wetu tunachuma hela alafu wanaoitafuna ile hela ni watu wa nje ya nyumbani kwetu, ni laana.